Polisi jamii mimi ni mwenyewe nikiwa naendesha kipindi hicho pia cha polisi na jamii, tumekuwa tunapata e, kitu kunaweza kuita kama msuto kutoka kwa jamii, ambao wanatuambia, e, sasa ikiwa nyinyi ndio mnatuhimiza sisi tushirikiane na polisi, vipi nyinyi wenyewe mahusiano na polisi sio mazuri, hali ikoje Arusha?

walikuwa wakitimiza wajibu wao wakiwa kazini. Kwa kweli imetuvunja nguvu sana, na tunasema wahusika ambao jeshi la polisi limedai linaunda tume au kamati ya kuchunguza kifo cha Daudi Mwangosi ambacho obvious kabisa kwamba mm. hakuna sababu, kwa sababu kuna picha ambazo zinaonyesha kwamba mtu aliyehusika kufanya kitendo hicho ameonekana kwao, waandishi wa habari tunataka jeshi la polisi liumbe sumeuru kama babu wanadai ambayo watu wengi iliyozungumzanaoaaani Arusha wanasema hakuna sababu ya kulunda hiyo tume, kwa sababu kitu kinaonekana, tume ya nini? Ni upotezi wa rasilimali ya uma. Kwa hiyo tunaipokea kwa masikitiko mm sana. Serikali ichukue hatua mm. <tune> ya maraka mm. kuakikisha aliyohusika anachukua stahili, lakini ndio kama ivi kwenye mkutano wa chama pinzani alikuwa na haki, kwa sababu kama mwandishi habari mna haki ya kufanya kazi machama, ka sisi, osi, ya rana na chama taasisi mtu yoyote ambaye anaona kwamba hii ni habari na inafaa kuihabarisha ya jamii. Hali hii inatufanya tuogope kutimiza wajibu, lakini sisi tunasema hatutaogopa. Sisi ni wapiganaji na tutafanya kazi yetu kwa mujibu wa taaluma yetu. Kwa kweli kitendo hicho kimetusikitisha sana. Hapa mkoani Arusha watu wengi ambao nimezungumza nao wamesikitishwa sana, na wanasema sasa kazi kwetu waandishi habari tuchukue hatua sahiri kwa uh, jeshi la polisi. Asante sana, Jamila Omar, kwa taarifa hiyo. Tunakushukuru hmm sana kwa mchango wako. Asante sana kigaradati na kakia ndugu marehemu. Mwenyezi Mungu wati nguvu ya wati imani Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Na ndivyo anavyomalizia Jamila Omari hapo, lakini tunaye mwandishi wetu pale mkoani Morogoro. Eh, huyu ni Jimi Mengere. Jimi Mengere, umuhimu wake unakuja katika kipindi cha leo kwa sababu kuna mkutano mkuu kule wa eh, baraza la habari Tanzania MCT ambako ndiko eh, katibu mtendaji Kajubi Mkajanga ndio aliyetoa kauli kwamba alizungumza no. na waziri wa mambo ya ndani na aliyemwelezea kwamba, eh, samani kidogo, Kasembe alielezea kwamba eh, huyu aliyefanya, polisi aliyefanya hivyo, kauli ya waziri kwamba hakutumia bomu hakutumia bunduki ile kitaalamu. Bwana Mwengele, habari za Morogoro? Alamo, na, pole wote na wewe bwana. Na wewe si mwandishi? Pole kabisa ni msiba pamoja. Sasa, nafasi hii ni ya kwako kwa sababu kuna vitu viwili wewe unavyo. Katika TV moja, juzi Jumapili, ilikuwa anaonyesha matukio ya wiki, nimeshuhudia wakionyesha kipande kimoja kinachoonyesha wananchi wanaandamana kwa, kwa, kwa, kwa, kwa amani, halafu polisi anainua ile bunduki ya bomu la kutoa machozi anapiga katikati ya kundi la waandamanaji bila sababu yoyote. Je, ni kielelezo cha kuanzisha vurugu? Hiyo ilitokea kama wiki mbili huko Morogoro, labda ukirejea ile na kufananisha na haya yaliyotokea, kuna, kuna similarities zozote, kuna kufanana kokote kwa tukio haya? Mkoa wa Morogoro ndio ilitokea kilichokuwa kimetokea, e, maandamano hayo ambayo sasa yakaamia mkoani Iringa. Wananchi walikuwa wanataka kufanya maandamano e, twasi maandamano walikuwa wanamaana, wanampokea mwenyekiti na katibu eneo msafu na kumpeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa uwanja wa shule ya msingi kiwanja cha ndege lakini ikawa tofauti baada polisi kuzuia kufanyika kwa mapokezi hayo ikasababisha e, polisi kuzuia yale mapokezi hayo kwa kupiga mabomu. Mimi ni mmojawapo ambao nilikuwa katika eneo hilo la uwanjo, katika eneo hilo la Msambu, ambapo nimesababisha naweza naeza kukwambia bwana Bachi, na zaidi ya siku tatu macho yalikuwa yanauma kutokana na yale kutoka na mabomu na yanachozi. Najua inafika wakati tunakuwa karibu kama anavyosema, naamini hata mwangozi yale au nyuma ya polisi au maelekezo ya polisi, ndio wewe kwako inakuwa ni salama zaidi kuliko kuwa upande Bwana Mengere, mimi nikikurudisha nyuma kidogo, nakumbuka miaka ya mwanzo ile ya vyama vingi, kwenye kwenye mwaka tisini na tano mpaka mwaka elfu mbili chama ambacho kilichokuwa kinafanyiwa mambo kama haya na polisi ilikuwa ni kafu. Yeah. E, mabomu yalikuwa yanarindima kafu, wanachama waliokuwa naumia ni kafu. E, mpaka lilitokea pia mauaji. Sasa nashindwa na kujiuliza amenajiuliza kwamba hivi chama kinapoonyesha mwelekeo wa kuwa na nguvu basi ni lazima polisi wajielekeze? Mbona Kafu tena sio chama cha kigaidi, Kafu tena sio chama cha kidini, Kafu sio chama cha fujo, tena imekuwa ni Chadema ni nini? ni, unadhani eh? Wewe nadhani bado ndo hiyo labda nazungumzia ni, ni, ni, ni, ni, ni kulinda eh, kulinda njia kwenda Ikulu. Sitaki kuingia sana, lakini nikisema kwa kifupi hivo, tuweza tukaelewana zaidi kwamba nadhani no, ni sababu hiyo, kwamba tunalindaje njia ya kwenda Ikulu? Hilo ndio naweza kuliweka moja kwa moja ambalo lipo. Labda nirudi tena Kibwana Dachi nizungumzie swala la jana, yeah. mkutano wa N MCT ulifanyika mkoani Morogoro eh, moja katika mkutano huo eh, katibu mkuu wa MCT Eh, aliweza kuongea na waandishi wa habari na maja, moja alichoongelea ni pamoja na masikitiko ya MCT kesikitiko kifo cha habari uh, Mongesi bwana eh, Kajudi Mkajanga eh, ali, alikwambia jinsi gani alivyopokea eh, msiba ule na hatua yake moja kwa moja ya kwenda kumpigia eh, Waziri Mchimbi ambayo mmoja ya Waziri Mchimbi alisema ali, ali kwamba Eh, eh, ameuawa kwa bomu la machozi liloshindwa kulipuliwa kitaalamu huku kukiwa na taarifa kuwa kulikuwa na mabishano makali kati ya marehemu Mwangosi na kiongozi mmoja mwandamizi wa jeshi la polisi mkoani Iringa. Sasa hii hi inaonyesha kwamba ni eh, nini kipo hapo katikati kwamba mbali na hilo lakini, oh, vilevile maji nimeona katibu wa baraza la wahariri nayo jana alizungumza na sisi kuzungumzia suala hilo na moja kwa moja alikuwa ambayo inategemea kutoa tamko. Tumetumiwa message yote saa nne kamili katika ofisi za klabu yetu kuto kumbi pale, wote tunakutana kwa ajili ya MPC kutoa tamko. Haya ndio yalikopo katika Morogoro katika e, kumsindikiza mwenzetu. Asante sana Bwana Jimi Mengele na tunakushukuru sana kwa mchango wako, na endelea kutuletea habari zaidi zina, lakini tunataka kipindi hichi, zinazohusiana na msiba wa mwenzetu. Haya, sawa. Ah, yes, basi hao ni baadhi ya wenzetu ambao tumekuwa tukizungumza nao. Halo, punguza sauti ya TV yako, punguza sauti ya TV yako. Kiswahili ni kigumu sana. Hello? Salama tu Bwana Juma kutoka Temeke. Poleeni sana kwanza kwa Channel Ten kwa msiba ule. Sawa. Eh, kwa kweli mimi kwanza nataka mkusie sehemu mbili katika na uaji yale. Mm. Naanza na upande wa polisi mm. Mm. Mapolisi sio wote wanakuwa wamefanya vibaya lakini Kado... wakati wa polisi wanaendelea na operesheni zao, kuna polisi mmoja anatokea na kiuka maadili. Mwandishi anamwona anampiga picha na yule shaskari anamshuhudia kwamba huyu sasa anataka kunifunga kuniharibia jina, anataka kunipoteza kazi. Matokeo yake anaona hapana, kabla mimi, ah, kwa, yaa, zangu, yangu, kwa ya kuharibikiwa mimi aharibikiwe yeye. Mimi nafikiri hayo ni fikira zangu, ni mawazo yangu nilivyoona, mtazamo wangu kwamba ni polisi alivyofanya, la hashanisiweke vibaya na hisitu kwa sababu haiwezekani polisi operation nafanya na huyu na mwenyewe ni mwandishi wa habari na kila siku mko naye na unamfahamu kwa sura na kwa jina, alafu yeye kaanza kumpiga. Amefanya nini? Kakutukana nini? Je, huyu naye ni mwandishi wa habari, ni kiongozi wa Chadema au anafikana nini na Chadema? Sasa hayo mimi siyajui lakini kuhusu masuala ya wazazi wake walivyowazungumza nyumbani, ambayo nimenukuu kupitia kwenye television, wazazi wanadai kabisa kwamba msituchonganishe na serikali, kwamba aliyotokea ametokea. Haya ni kazi ya Mungu, sisi tunaomba kuusuka kwa kweli, tuwasamee ndivu wanavoona na wamezungumza ukweli. Yule baba abu hiya uwepo Iringa na alipotokea kutokea. Asante sana waazazi